Historia ya miaka ishirini na mitano ya mizizi ya maarifa na kizazi cha maendeleo ya shule ya msingi Mugini. Kama Mungu aishivyo milele yote, neema ya Mwenyezi Mungu ilishusha fikra za kimapinduzi miongoni mwa mwalimu Silvesta Kenemo, askofu Joram Mbeba na mwalimu Tungaraza Kambwa kuyaishi maandiko matakatifu yasemayo kwamba mwanangu, mshike sana elimu na usimwache aende zake, maana ndiyo chemichemi ya uzima wako. Ndipo mwaka elfu mbili katika mtaa wa Unyamwezini kata ya Itumbili wilaya ya Magu katika mkoa wa Mwanza, ulionekana mwanga wa matumaini mithili ya nyota mashariki uking'ara kufuatia kuanzishwa kwa shule ya msingi Magu, taasisi iliyokuwa kiashiria cha mabadiliko na fursa mpya ya kufikiria kwa watoto wa miji na vijiji jirani, ili kuongeza ufanisi wa kutoa huduma bora ya kielimu na maadili. Mnamo mwaka elfu mbili na sita shule ya msingi Magu ilipata miliki mpya ndugu Gabriel Mugini Kenene, hivyo kupelekea kubadili jina la shule kuwa Shule Awali na Msingi Mugini yani Mugini English Medium Pre and Primary School. Maalum, tunawashukuru kwa moyo wa dhati wale wote waliotoa ushauri, muda, mali na juhudi zao katika kuandaa historia hii. Tunautambua mchango wenu wa hali na mali kwa namna ya pekee tunayashukuru makundi yafuatayo: viongozi wa serikali mtaa, kata, tarafa, wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla, waasisi wa shule, kamati ya shule, wazazi na walimu, majirani na jamii kwa ujumla. Na sasa huu ni mwanzo wa historia ya miaka 25 ya Mugini. Shule ilianzishwa mnamo mwaka elfu mbili kwa jina la Magu English Medium Primary School, ikiwa ni jumla ya vyumba viwili vya madarasa na wanafunzi kumi wa darasa la kwanza hadi la tatu walimu wanne na matundu manne ya vyoo pekee. Kuanzia mwaka elfu mbili na mbili uongozi wa shule uliendelea kuboresha na kupanua miundombinu ya shule, ikiwa ni pamoja na jengo la utawala na vyumba vya madarasa ili kukidhi ongezeko la wanafunzi. Kuhusu umiliki, shule ilianzishwa na wazee wastaafu watatu ambao ni Askofu Joram Mbeba mwalimu Silvesta Kenen na mwalimu Tungaraza Kambwa. Pamoja na wazee hawa watatu, kulikuwa na mwalimu mmoja wa kike aliyejulikana kwa jina la Roda Shadraka. Mnamo mwaka elfu mbili ilianzishwa shule awali na waliajiliwa walimu wawili ambao walijulikana kwa majina ya Magdalena Misoji na Mary Lupimo ambao walikuwa ni walimu mahususi kwa shule ya awali. Mnamo mwaka elfu mbili shule ilipata mmiliki mpya ambaye ni ndugu Gabriel Mugini Kenene, baada ya kununua shule toka kwa hao wazee watatu wa staafu na kuiendeleza mpaka sasa, ndiye mkurugenzi na mmiliki wa shule ya Mugini kutoka shule ya msingi Magu. Kuhusu wanafunzi, mwanzoni shule ilianza na wanafunzi kumi. Wafuatao ni baadhi tu ya wanafunzi hao: Joeli Tiho ambaye kwa sasa ni dokta, na wengine ni Raheli Mbeba, Grace Tungaraza, Rehema Faraja na Chibuga. Shule iliendelea kukaa na ilipofika mwaka elfu mbili na sita wanafunzi kumi walihitimu darasa la saba na hao ndio walikuwa wahitimu wa kwanza wa Magu English Medium Primary School. Kuhusu watumishi Mnamo mwaka 2006 idadi ya walimu iliongezeka. Walimu walioongezeka ni kama ifuatavyo: Judith Atamba, Reuben Charles, Jackson Kimonjo, Ruhemegia Revocatus, John Mpingwa, Kangayangore Kahabi Chamba. Ilipofika mwaka 2007 shule iliweza kuajiri watumishi kadha wa kadha katika vitengo mbalimbali kama ifuatavyo: walimu, wapishi, walezi, katibu, mhitasi wafanya usafi, walinzi, walezi wa kiroho na wakutubi. Watumishi hawa wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba shule na wanafunzi wote wanapata huduma bora ya kielimu na maadili kwa ajili ya kuendeleza taasisi. Kuhusu majengo, taasisi ya Mugini ilianza ikiwa na vyumba viwili tu vya madarasa, lakini hadi kufikia sasa shule ina vyumba kumi vya madarasa ambavyo ni madarasa ya awali, darasa la kwanza hadi la saba. Majengo mengine katika taasisi ya Mugini ni kama ifuatavyo: jengo la utawala ambalo linajumuisha ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya meneja, ofisi ya mwalimu mkuu, ofisi ya mwalimu mkuu msaidizi, bila kusahau ofisi ya taaluma, ofisi ya katibu muhitasi na ofisi ya matron. Lakini pia kuna bwalo la shule, maktaba ya shule, stoo ya vifaa vya wanafunzi, maabara ya shule, stoo ya vifaa vya usafi, chumba cha kutunzia madaftari na mabegi ya wanafunzi, vyumba vinne vya mabweni, stoo tatu za vyakula majengo matatu kwa ajili ya makazi ya walimu, matundu saba ya vyoo vya wasichana na pia matundu saba ya vyoo vya wavulana, matundu manne ya vyoo vya wavulana ambavyo viko shuleni, matundu matano ya vyoo vya wasichana ambavyo viko bwenini, matundu saba ya vyoo vya wavulana ambavyo viko bwenini, bafu kumi za wasichana zilizoko bwenini, bafu kumi na moja za wavulana zilizoko bwenini, pia matundu mawili ya vyoo vya getini, matundu matatu ya vyoo vya walimu, bafu tano za walimu, chumba cha jenereta kubwa la shule, chumba cha kompyuta yani kompyuta rumu. Kuhusu utawala na uongozi, shule imekuwa na viongozi mbalimbali ili kuhakikisha ufanisi wa taasisi katika vitengo mbalimbali kama ifuatavyo: Gabrieli Mugini Kenene ambaye huyu alianza mwaka elfu mbili na sita mpaka sasa na mwingine ni Antonia Mugini Kenene ambaye pia ameanza mwaka 2006 mpaka sasa. Wakurugenzi wa saidizi, Marwa Muhori Kenene ambaye alianza mwaka 2006 hadi mwaka 2007. Johni Nyamuhanga Kenene naye alianza mwaka 2007, na Dickson Range kuanzia mwaka 2007 mpaka hivi leo. Pia mameneja, Joramu Mbeba alianza mwaka 2000 F2 mpaka 2006, Silvesta Kenene elfu mbili na sita mpaka aprili elfu mbili na ishirini dominic mseti huyu alianza julai elfu mbili na ishirini mpaka hivi leo pia walimu wakuu silvester kenemo huyu alianza mwaka elfu mbili na tano lakini pia luhemeja levokatusi alianza mwaka elfu mbili na sita mpaka mwaka elfu mbili na saba george oluch huyu alianza mwaka elfu mbili na saba mpaka hivi sasa walimu wakuu wasaidizi john mpingwa elias kirele thomas chazi faris augustini godfrey muhaka Ruben Masalu, Valentini Samueli na Tobias Majagita. Wataaluma Tungalaza Kambwe, Gerald Akongo, Fredrick Binda, Denishi Wasonga, James Sido, Peter Elias na Fredrick Binda. Wataaluma wasaidizi Ismaili Nyangaga, Judith Atamba, Thomas Chazi, Dominic Mseti, Peter Eliasi, Michael Faraday, Fedrick Binda na Eric Jamesi. Pia viongozi wa kiroho hapa tunamkuta Venansi Mpangalala na Alexi Range. Wenye viti wa kamati ya shule Gololi Petro ameanza mwaka elfu mbili mpaka mwaka elfu mbili na kumi, Dr. Msoke ambaye alianza mwaka elfu mbili na kumi na moja mpaka mwaka elfu mbili na ishirini, lakini pia Silasi Magige ambaye yeye alianza mwaka elfu mbili na ishirini na moja mpaka hivi sasa. Bila kusahau wajumbe wa kamati ya shule waliodumu kwa muda mrefu, hapa tunamkuta Neema Kinoko, Robati Manoni na Josefu Mandago. Watumishi waliodumu ndani ya taasisi kwa muda mrefu, lakini kwa sasa hawapo kazini, miaka mitano na zaidi, yupo Thomas Chazi, Kirere Eliasi, Farisi Agustini, Fikiri, Muhate Sabina Mbele Anapia, Edwardi Rosi, Chiazi Agnesi, Sansilausi Marwa, Rioba Nathan, Juliusi Ngole, Makoye na Peter Eliasi. Watumishi waliopo ndani ya taasisi kwa muda mrefu miaka mitano na zaidi yupo Dickson Range, miaka kumi na minane, Dominiki Mseti miaka kumi na minane, George Oruchi miaka kumi na minane Magdalena Misoji miaka ishirini na moja, Pili Nkole miaka kumi na tisa, Venansi Mpangalala miaka kumi na tisa, Rineti Ongeri miaka kumi na mitano, Fredrick Binda, miaka kumi na mitatu, Dorothy Akochi miaka kumi, James Sido miaka kumi na moja, Diodata Ngoswe miaka minane, Alexi Range miaka minane, Fredrick Lukanya miaka mitano na Peter Bakami ambaye amekaa miaka mitano pia. Lakini pia shule imefanikisha kuandaa serikali ya wanafunzi kwa ajili ya kuboresha ufanisi wa taasisi kwa umaridadi zaidi. Serikali ya wanafunzi ilikuwa ni kama ifuatavyo kuanzia mwaka elfu mbili na nane. Mwaka elfu mbili na nane kaka mkuu Ngunila Doro, dada mkuu Miliamu Makerere. elfu mbili na tisa kaka mkuu Edwin Ngula, dada mkuu Rebeka Fredinandi. Mwaka elfu mbili na kumi kaka mkuu Paulo Bonifasi, dada mkuu Rebecca Frednandi. Lakini pia mwaka elfu mbili na kumi na moja kaka mkuu Sixbert Sita, dada mkuu Mirka Mashimba. Mwaka elfu mbili na kumi na mbili Halfley Chars kama kaka mkuu na dada mkuu ni Betha Magai. Mwaka elfu mbili na kumi na tatu Boazi Samueli kama kaka mkuu na dada mkuu alikuwa ni Grace Biseko. Mwaka elfu mbili na kumi na nne kaka mkuu Songe Lusendamila Nuhi na dada mkuu Shabo Mwanzili wa Kahabi. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Stefano Mzee Juventus kama kaka mkuu na Nyegoro Jackson Amosi kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na kumi na sita Deusi Roberti kama kaka mkuu na Miliam Mabula Mahenya kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na kumi na saba Kasim Rashidi kama kaka mkuu na Rahel Feliksi kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na kumi na nane Tito Rusana kama kaka mkuu na Karolini Elisante Msuya kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa, Alfonsi Anton Kalwani kama kaka mkuu na Giana Gidson Rabo kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na ishirini, Jackson Maiso kama kaka mkuu na Monica Lucas kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Leurensi Musoke kama kaka mkuu na Nadhifa Sulemani kama dada mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Ngereza Pusi kama kaka mkuu na Salma Bushir kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Wilfred John Marecho kama kaka mkuu na Lavnes Mwebembezi William kama dada mkuu. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne Justin Christopher kama kaka mkuu na Munira Musa Kayera kama dada mkuu hatimaye, mwaka elfu mbili na ishirini na tano Jacob Silvester Mrimi kama kaka mkuu na dada mkuu ni Dorcas Sima Katunzi. Maendeleo ya shule: shule ilianzishwa mnamo mwaka 2000 ikiwa na darasa la kwanza hadi la tatu kwa jina la Mangu English Medium Primary School. Mnamo mwaka 2004 shule ilianzisha chekechea, yaani shule awali ikiwa na wanafunzi 45 tu. Ilipofika mwaka elfu mbili na nane Julai, shule ilianzisha huduma ya malazi kwa wanafunzi yaani bweni kwa wasichana na wavulana, ili kuwapa wanafunzi muda wa kutosha, mazingira tulivu ya kusoma na pia kupata huduma kutoka kwa walimu wakati wote, asubuhi, mchana na usiku. mwaka elfu mbili na tisa shule ilipata usajili mpya kwa jina la Mugini English Medium Pre and Primary School. Mnamo mwaka 2013, Ndugu Gabriel Mugini ambaye ni mkurugenzi aliona kuwa ni jambo jema kuanzisha shule ya sekondari Mugini ili wanafunzi wanapohitimu darasa la saba waendelee kulelewa kitaaluma, kiroho na kimaadili. Jitihada hizo za mkurugenzi na uongozi mzima wa shule ya Mugini na pia kujitolea kwa taaluma na kujituma wakati wote imeweza kuzaa matunda na matunda yake yanajidhihirisha kutokana na matokeo mazuri ya kitaaluma katika mitihani darasa la saba kama ifuatayo. Ifuatayo ni taarifa fupi kuhusu matokeo ya mtihani ya kitaifa ngazi ya wilaya, mkoa na taifa na ufaulu wa wahitimu kwa kila mwaka. Mwaka 2006. Jumla ya watainiwa walikuwa ni 16, wavulana kumi wasichana sita. Wakati shule ilikuwa ya kwanza kiwilaya ikiwa na daraja A watainiwa walikuwa 16, wavulana tisa wasichana saba, ambapo pia shule ilikuwa ya kwanza kiwilaya yenye daraja A. Mwaka elfu mbili na nane watainiwa walikuwa 11, wavulana watano na wasichana sita. Shule ilikuwa ya kwanza kiwilaya ikiwa na daraja A. Mwaka elfu mbili na tisa watainiwa walikuwa ni ishirini, wavulana 12 na wasichana wanane, ambapo pia shule ilifanikiwa kuwa ya kwanza kiwilaya ikiwa na daraja A na ya kumi na sita kitaifa. Mwaka elfu mbili na kumi watainiwa walikuwa ni kumi wa na wanne wavulana kumi na wasichana 4. Wa pia ilikuwa na daraja A ambapo kiwilaya ilikuwa ya kwanza na kitaifa ya kumi na mbili. Mwaka elfu mbili na kumi na moja watainiwa walikuwa ishirini na saba wavulana sita na wasichana 21. Kiwilaya ilikuwa ya kwanza kimkoa ya pili na kitaifa ya tisa yenye alama ya daraja A mwaka elfu mbili na kumi na moja watainiwa walikuwa ishirini na sita wavulana kumi na moja na wasichana kumi na watano, pia ilikuwa na daraja A. Kiwilaya ilikuwa ya kwanza, mkoa ya pili na kitaifa ya sita. Mwaka elfu mbili na kumi na tatu ilikuwa na watainiwa ishirini na tisa wavulana ishirini na wawili na wasichana saba pekee, pia ilikuwa na daraja A ambapo kiwilaya ilikuwa ya kwanza, kimkoa ya kwanza na kitaifa ya tatu. Mwaka 2014 shule ilikuwa na watainiwa arobaini, wasichana wavulana 24 na wasichana 16, pia ilikuwa na daraja A ambapo kiwilaya ilikuwa ya kwanza, kimkoa ya kwanza na kitaifa ya pili. Mwaka 2015 juu shule ilikuwa na watainiwa 33 ambapo ilifanikiwa kuwa na daraja A. kiwilaya ilikuwa ya kwanza, kimkoa ya kwanza na kitaifa ya nne. Mwaka elfu mbili na kumi na sita shule ilikuwa na watainiwa arobaini wavulana kumi na tisa na wasichana ishirini Pia shule ilifanikiwa kuwa na daraja A, ambapo kiwilaya ilikuwa ya kwanza, kimkoa ya kwanza na kitaifa ya tatu. Mwaka elfu mbili na kumi na saba shule ilikuwa na waitimu arobaini na moja ambapo wavulana ishirini na moja wasichana ishirini na pia ilifanikiwa kuwa na daraja A. Kiwilaya ikawa ya kwanza kimkoa ya pili na kitaifa ya kumi na tano. Mwaka elfu mbili na kumi na nane shule ilikuwa na wahitimu arobaini na mbili, napo pia ikafaulu kuwa na daraja A, ambapo kiwilaya bado ikawa ya kwanza, kimkoa ikawa ya pili, na kitaifa ikawa ya kumi na moja. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa shule ilikuwa na watainiwa arobaini na wanane, napo pia ilikuwa na daraja A, ambapo kiwilaya ilikuwa ya kwanza kimkoa ya nne na kitaifa ya tisa mwaka elfu mbili na ishirini watainiwa walikuwa hamsini na moja. Napo pia ilifaulu kuwa na daraja A. Kiwilaya ilishika nafasi ya pili, kimkoa ikashika nafasi ya tatu na kitaifa ikashika nafasi ya kumi na tatu. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja shule ilikuwa na watainiwa arobaini na watatu ambapo pia ilifaulu kuwa na daraja A. Pia ilifaulu kushika nafasi ya pili kiwilaya, nafasi ya sita kimkoa na nafasi ya hamsini na moja kitaifa, lakini mwaka elfu mbili na ishirini na tatu tu mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne japo lenki haikutangazwa taifa kiwilaya na kimkoa, lakini shule pia ilifanikiwa kuwa na wastani wa alama A hey. Jumla ya watainiwa mwaka elfu mbili na sita, mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ni 615 ambapo wavulana mia tatu na moja, na wasichana ni mia tatu kumi na nne, lakini jumla ya alama A hey ni 577 na B ni 38 na hakuna C D wala F. Ifuatayo ni baadhi ya mafanikio yaliyofikiwa ndani ya miaka 25 kuanzia mwaka 2000 mpaka 2025. Kitaaluma, shule ilifanikiwa kuingia kwenye orodha ya shule tatu bora kwa wilaya mara kumi na tatu munyakati tofauti tofauti kama ifuatavyo: kuanzia mwaka 2009 mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tisa shule ilifanikiwa kushika nafasi ya kwanza. Mwaka elfu mbili na ishirini shule ikawa nafasi ya pili, na mwaka 2021, na pia shule ikawa nafasi ya pili. Shule ilifanikiwa kuingia kwenye orodha ya shule kumi bora kimkoa mara 12 mbili kwa nyakati tofauti tofauti kama ifuatavyo: mwaka 2010 kumi shule ilikuwa nafasi ya tatu kimkoa, mwaka 2011 shule shule ilikuwa ya pili kimkoa, na mwaka 2012 pia shule ikawa ya pili pili na ikawa kimkoa. Mwaka 2013 mpaka mwaka 2016 shule ikashika nafasi ya kwanza kimkoa, lakini mwaka mwaka elfu mbili na kumi na saba hadi mwaka elfu mbili na kumi na nane shule ikawa nafasi ya pili. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa shule ikawa nafasi ya nne, na mwaka elfu mbili na ishirini shule ikawa nafasi ya tatu. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja shule ikawa nafasi ya sita. Pia shule imefanikiwa kuingia kwenye orodha ya shule kumi bora kitaifa mara saba kwa nyakati tofauti tofauti mwaka elfu mbili na kumi na moja imekuwa nafasi ya tisa, mwaka elfu mbili na kumi na mbili imekuwa nafasi ya sita, mwaka elfu mbili na kumi na tatu imekuwa nafasi ya tatu. Mwaka elfu mbili na kumi na nne imekuwa nafasi ya pili. Mwaka elfu mbili kumi na tano imekuwa nafasi ya nne. Mwaka elfu mbili na kumi na sita imekuwa nafasi ya tatu, na mwaka elfu mbili na kumi na tisa imekuwa nafasi ya tisa. Pamoja na taarifa hii ya taaluma, pia kuna baadhi ya wanafunzi waliowahi kuingia katika orodha ya wasichana bora kitaifa. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Teddy Lange ambaye alishika nafasi ya tatu, Paulina Gervazi ambaye alishika nafasi ya nne, Nyegoro Amosi ambaye alishika nafasi ya tano, Justa Ngarura alishika nafasi ya sita, Janeti Georgi akashika nafasi ya saba, Rahili Masanja akashika nafasi ya nane na Perin Kandiso naye alishika nafasi ya tisa. Mwaka elfu mbili na kumi na sita, Cecilia Gabriel Kenene akashika nafasi ya nane. Pia shule ina wanafunzi waliochaguliwa kujiunga shule za vipaji maalum na za bweni katika maeneo mbalimbali mbali nchini. Mwaka 2011 ni wanafunzi kumi na tisa waliochaguliwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili wanafunzi kumi na watano mwaka elfu mbili na kumi na tatu wanafunzi kumi na watatu mwaka elfu mbili na kumi na nne wanafunzi ishirini na moja mwaka elfu mbili na kumi na tano wanafunzi ishirini na sita mwaka elfu mbili na kumi na sita wanafunzi ishirini na watatu mwaka elfu mbili na kumi na saba wanafunzi ishirini na watatu mwaka elfu mbili na kumi na nane wanafunzi ishirini na wanne mwaka elfu mbili na kumi na tisa wanafunzi ishirini na nane mwaka elfu mbili na ishirini wanafunzi kumi na saba mwaka elfu mbili na ishirini na moja wanafunzi kumi na watano mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili wanafunzi ishirini na watatu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wanafunzi ishirini na tisa na mwaka 2024 wanafunzi ishirini 20 na watatu. Uanzishwaji wa shule ya sekondari mnamo mwaka 2013 mkurugenzi aliazimia kuanzishwa kwa shule ya sekondari Mugini M kwa dhumuni la kutoa wigo mpana kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Pia katika kipindi cha miaka 25 taasisi ya Mugini imefanikiwa kuboresha na kujenga miundo mbinu mbalimbali ikiwemo jengo jipya la utawala lenye jumla ya ofisi saba na vyumba sita vya madarasa ujenzi unaendelea wa bweni jipya la kisasa la wasichana lenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi wapatao mia mbili bwalo la chakula lenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi mia tano waliokaa kwenye viti na meza. Kuchimba kisima kirefu cha kisasa ambacho hakikauki maji muda wote. Ujenzi wa wigo kuzunguka shule kwa ajili ya usalama wa wanafunzi na wafanyakazi wengine. Kununua na kufunga jenereta la kisasa ili kuboresha chanzo cha nishati kwa ajili ya wanafunzi. Shule imefanikiwa kuongeza eneo lake kwa ajili ya kupanua ujenzi wa miundombinu toka square meter 22,050 mpaka square meter 26,940.2. Tuzo na vyeti. Shule imefanikiwa kutunukiwa vyeti mbalimbali vya pongezi na ufaulu mzuri kiwilaya, kimkoa na kitaifa. Ziara za mafunzo na utalii wa ndani. Shule ya Mugini ni shule inayoamini kwamba mwanafunzi anajifunza ipasavyo kwa kuona na sio kusikiliza tu, na katika ziara za mafunzo wanafunzi wetu wamezuru maeneo kadha wa kadha tangu kuanzishwa kwake hadi sasa. Baadhi ya maeneo waliozuru, yani study tour, ni kama ifuatavyo: mbuga ya Serengeti, mbuga ya Manyara, eneo la kihistoria la Butiama, uwanja wa ndege wa Mwanza, Radio Free Africa Mwanza, kiwanda cha Coca Cola cha Mwanza, bichi ya Malaika, bustani ya Sanane iliyoko Mwanza, lakini pia Rubondo Game Reserve, eneo la kihistoria la Bujola, machimbo ya madini yaliyoko Mwadui. Shule ya Mugini haijaachwa nyuma kimchezo. Tunajivunia kukuza vipaji mbalimbali mbali vya wanafunzi, hasa kimchezo. Wanafunzi wetu wamekuwa wakishiriki kikamilifu katika michezo kama vile UMITA, SHUMITA, michezo ya Kira rafiki na shule mbalimbali mbali, ikiwemo Itumbili, shule ya msingi iliyoko Magu, Nyamuge English Medium Primary School Mwanza, Mzigu English Medium Primary School iliyoko Mwanza, Alliance English Medium Primary School iliyoko Mwanza, Tuleleye English Medium, Upendo English Medium, Methodist English Medium Magu, shule ya msingi Kivulini English Medium Primary School, Eden English Medium Primary School na Nyalikungu Shule ya Msingi. Pia shule ina ligi ya ndani ambayo ina timu nne ambazo ni Wababe FC, Arsenal FC, Shinji Kagawa FC na Eleven Star FC. Ligi hii imekuwa ikidhaminiwa na watu mbalimbali wakiwemo Gabrieli Mugini Kenene ambaye ni mkurugenzi wetu wa shule, Geoffrey Josia Tinsela, Dickson Lange ambaye pia ni mkurugenzi msaidizi wa shule yetu. Tunapokuza vipaji kwa wavulana, wasichana hatujawaacha nyuma. Pia pia kuna timu ya mpira wa pete, yaani netball ya wasichana, ambapo pia imekuwa ikishiriki michezo mbalimbali ndani na nje ya shule. Kwa furaha na upendo wa dhati, tunapenda kutoa pongezi kwa watumishi mbalimbali wa shule ikiwemo wapishi. Tunawashukuru wapishi wetu kwa kuandaa chakula kwa muda na wakati, ili wanafunzi wetu wapate afya njema. Mlizingatia ratiba ya chakula kama ilivyopangwa. Wafanya usafi, tunawapongeza kwa kutunza mazingira yetu ipaswavyo. Shule inatambua uwepo wenu kwa muda sahihi kutimiza majukumu yenu, na mazingira yetu ni safi kabisa siku zote. Walezi, tunawashukuru kwa huduma zilizotukuka kama vile usafi wa wanafunzi kimwili na kimavazi, usafi wa ndani na nje ya bweni, na kwa hekima na busara zetu katika malezi ya kimaadili ya watoto. Idara ya afya, tunawapongeza kwa kutoa ushauri wa kitaalam kuhusu afya ya watoto na mazingira kwa ujumla. Hakika mchango wenu ni wa thamani sana katika maendeleo ya kitaaluma walimu. Hakika nyinyi ni muhimu na ni nuru ya maendeleo na mafanikio ya kitaaluma. Kazi yenu iliyotukuka imeifanya taasisi kung'ara kama nyota ya mashariki, kiwilaya, kimkoa na hata kitaifa. Hakika majina yenu yataandikwa kwa wino wa dhahabu ndani ya kuta za mioyo ya taasisi, wazazi, wanafunzi na jamii kwa ujumla. Katibu muhitasi, uwepo wenu umetuheshimisha kuchapa barua mbalimbali mbali, mitihani, na kutunza mafaili ya watumishi ipasavyo. Wahasibu, taasisi inashukuru kwa uwezo wako madhubutu wa kutunza kumbukumbu za kifedha zilizokuwa zinalipwa na wazazi kwa ajili ya michango ili kuwezesha maendeleo na huduma ya shule kwa ujumla. Uaminifu wako ni wa kiwango cha juu usiomithilika. Hongera sana. Mwalimu Mkuu, tunaotambua uwepo na mchango wako mkubwa katika kusimamia na kuratibu shughuli mbali mbalimbali za shule kitaaluma na kusimamia walimu kufundisha wanafunzi kwa ubora na ustadi uliotukuka ambao umekuwa ni chachu ya upatikanaji wa matokeo chanya ya mitihani ya darasa la saba na la nne kiwilaya, kimkoa na kitaifa pia. Afya na uzima viwe juu yako, uendelee kusimamia na kutimiza ndoto wanafunzi kwa manufaa yao ya familia ya taasisi na taifa kwa ujumla. Meneja, tunakupongeza na kukushukuru kwa hekima na busara, utashi usioteteleka katika kusimamia masilahi ya wafanyakazi wako, kuajiri walimu wenye ubora wanaokidhi mahitaji ya shule, pia kuwa mshauri mkuu wa wafanyakazi walio na changamoto mbalimbali na kuwaleta katika kundi moja lisilo na matabaka ili kufanya kazi kwa umoja na ushirikiano kama wafanyavyo mchwa. Hakika wewe ni mwajiri na mlezi bora. Mungu akubariki sana. Mkurugenzi msaidizi wa Saddam ndugu Dickson Range, hakika umekuwa mhimili mkuu wa kuweza kuratibu na kusimamia shughuli mbalimbali za taasisi na miongozo kwa uaminifu mkubwa. Hakika umefanyika daraja kati ya wafanyakazi na mkurugenzi katika kutatua changamoto za wafanyakazi zinazohusu masuala ya kijamii na kiuchumi. Weledi wako katika kazi, ngao ya mafanikio yetu ya sasa na baadaye katika shule yetu. Hongera sana wakurugenzi, nyinyi mmefanyika baraka katika kuziishi vyema ndoto zenu tangu mlipoanzisha shule hii ambayo imekuwa kitovu cha chemchemi cha maarifa na fikra mpya, hivyo kuwa msaada mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla, kuwa msingi bora wa wataalamu wa kanda mbalimbali, ambapo wamefanyika msaada mkubwa kwa jamii nzima ya Kitanzania. Pongezi nyingi kwa familia yako ambayo imekuwa mstari wa mbele katika kukushauri na kutia moyo kwa faraja kupitia kipindi kigumu na kipindi cha furaha katika mwendelezo bora wa taasisi ambayo imeendelea kustawi mpaka hivi leo. Hivyo Mungu aendelee kukulinda na kuitunza familia yako. Jina lenu litaishi mpaka mwisho wa dahali. Mungu awabariki sana. Hatimaye, kwa kipindi cha miaka ishirini na tano Mugini shule ya msingi na sekondari imepitia safari ya kipekee ya ukuaji mafanikio na changamoto. Tangu kuanzishwa kwake, shule hii imejikita katika kutoa elimu bora, kuimarisha maadili ya wanafunzi na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya jamii inayoizunguka. Kupitia juhudi za walimu, wazazi, wanafunzi, viongozi wa shule na wadau mbalimbali, Mugini imeweza kujijengea jina kama taasisi ya elimu inayozingatia ubora na uadilifu. Tumeona maadili, miundombinu, ongezeko la wanafunzi na maendeleo ya kitaaluma, pamoja na mafanikio ya kihistoria kwenye mitihani ya kitaifa na mahusiano mbalimbali. Shule imekuwa chombo muhimu katika kuwajenga vijana wanaochangia kikamilifu katika jamii na taifa kwa ujumla. Tunapoangalia mbele Changamoto bado zipo lakini, kwa mshikamano, maono na juhudi za pamoja, tunayo matumaini makubwa kwamba Mugini itaendelea kung'aa zaidi katika miaka mingine ijayo. Maadhimisho haya ya miaka 25 yasifunge ukurasa, bali yawe chachu ya kufunga sura mpya ya mafanikio na ubunifu. Kwa dhati kabisa tunawashukuru wote waliotoa mchango wao katika safari hii: walimu wa zamani na wa sasa, wanafunzi, wazazi, wa hisani wa, na viongozi wote wa shule. Historia ya Mugini haingeandikwa bila nyinyi. Kwa pamoja, tuendelee kuijenga Mugini kuwa taasisi bora kwa kizazi kijacho. Asante.